Mapema cheki na wowote naam. Ni msimu wa sita wa NBC Dodoma Marathon umewadia, mwendo ni uleule ule, na bata lililochangamka. Kupitia mbio hizi tumeweza kuwafikia wanawake zaidi ya elfu arobaini na saba na kati yao elfu tatu mia tano waliokutwa na vimelea vya saratani ya shingo ya kizazi wamekwisha patiwa matibabu, wakunga mia moja wamepata mafunzo na wodi ya watoto kujengwa na mwaka huu tukishirikiana kwa pamoja, tunalenga kuwasomesha wahudumu wa afya watakaohudumia watoto wenye uhitaji maalum kama usonji. Ndio maana tunasema kata wese okoa maisha. Ndugu yangu, na kwenye marathon hii siyo ya kukosa. <laughs> unasubiri nini? Twenze tu dodoma wewe. Tarehe 27 Julai tukutane kwenye NBC Dodoma Marathon 2025. Jisajili sasa kupitia www events nbc co tz kwa shilingi elfu 45 au shilingi elfu 42 kwa vikundi vya watu 30 na zaidi. NBC daima karibu nawe.